ko wote mtapata division 1. <laughs> Wote mtapata division 1. Mna uhakika? Ndio. Haya, wenzenu wenzenu mwaka jana waliahidi, lakini waliopata division 1 walikuwa 19, division 2 walikuwa 36, division 3 alikuwa moja. Moja sawa, mm. Sasa, niwaambie kitu, nisiwaambie. Halmashauri ya mji wa Njombe ina sekondari nne zenye vidato vya tano na sita. Tukianza ya kwanza ni sekondari ya Yakobi sekondari ya pili inaitwa Njombe sekondari Jose. Sekondari ya tatu inaitwa Uwemba sekondari na sekondari ya nne inaitwa Matola sekondari. Kwa hiyo katika halmashauri yetu ya wa mji wa Njombe tuna sekondari nne zenye kidato cha tano na cha sita. Kwa matokeo ya mwaka jana 2024 hakukuwa na division 4 wala zero, hakukuwa na division 4 wala zero. Kulikuwa na division 1 nyingi, division 2 kiasi kidogo na kidogo kabisa division 3. Ndio maana umesikia Yakobi ilikuwa division 3 ngapi? Moja. Sasa tunataka ahadi kuna aliye na hofu? Naomba aliye na hofu anyoshe kidole juu. Hebu naomba yule ambaye hajiamini anyoshe kidole juu. Wote mnajiamini, si ndio? Yes! Sasa kitu cha kwanza tunatakiwa tumtangulize Mungu. Amina, tumtangulize Mungu, lakini tuyasikilize vizuri ushauri wanaotoa walimu kuelekea kwenye mitihani yetu. Hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, tuwe watulivu, tuwe watulivu. Kama wewe unapenda kucheza mpira, naomba usikivu. Kama wewe unapenda kucheza mpira, unapenda kufanya jogging, si unapenda kucheza michezo gani hiyo. Sasa kwa muda huu acha jambo <tipi> <Ya> la ngapi hilo, jambo <tipi> <Ya> la ngapi hilo? Menielewa? <tipi> <tipi> hakikisha mnakula kile chakula cha kawaida, chakula cha kawaida na ule kwa kiwango cha kawaida kwa sababu nafahamu, kwa kiwango cha kawaida. Nachosema kiwango cha kawaida, kwa sababu nafahamu una yule pale, yeye huwa lazima ale mpaka avimbiwe yule yule, umenielewa? Sasa ukila mpaka ukavimbiwa, kitakachotokea nini? Ukiingia kwenye chumba cha mtihani, unaweza kupatwa na shida ya tumbo ikakufanya upoteze muda wa kufanya mtihani. Tunaelewana watoto? Tunaelewana vizuri e, kwa kula chakula cha kawaida. Na hilo ni ombe walimu, sehemu nyingine huwa wanakosea siku ya mtihani, basi watoto ndio wanawapikia pilau, wanawekea na nyama, wanaunga vizuri. Wanafunzi wote mnatakiwa kufahamu, wazazi wenu wamewaleta hapa kwa ajili ya kufanya nini? Kusoma. Kwa ajili ya kufanya nini? Niwaambie sasa, hakuna zawadi ya maana kuliko zote kwenu nyinyi wanafunzi, hakuna zawadi ya maana kuliko zote kwa wazazi wenu. Mzazi wenu, wazazi wenu wanafarijika na kufurahi wanapopewa hiyo zawadi. Zawadi ambayo mnatakiwa kuwapa wazazi wenu ni kufaulu vizuri kwenye mitihani yenu ya taifa.

So, wanafunzi mnavoingia, kwenye mitihani ya taifa, hata mitihani mingine, unaanza nale na maswali unayoyamudu, usipoteze muda kwa maswali ambayo ni magumu au kwa swali ambalo ni gumu, anza na maswali yale ambayo unayamudu, unayaelewa, ili ukishakusanya makisi zako unakwenda kuhamia kwenye maswali yale magumu ambayo utamalizia mwishoni, ili tuhakikishe kwamba unatumia muda vizuri, ili kuhakikisha kwamba sasa unamaliza yale maswali ambayo unayaelewa, ili uweze kufanya vizuri mtihani wako. Hapo vipi? Niendelee nisiendelee? Nisiendelee sasa? Jini sawa. Kanisa la jimbo la Njombe nimekutana na padre. Peni hizi zimebarikiwa na padre peni hizi zimebarikiwa katika maana, wote tunamwamini nani? Mungu. Tunamwamini nani? Mungu! Wote nani? Mungu! Uh, kwa hiyo ziko peni mia mbili kumi na mbili kila moja peni moja. Kwa hiyo niwaombe sasa hizi peni tugawane sasa hivi, wanafunzi wote ambao mtakwenda kufanya mtihani kesho, lakini tukumbuke kwenda na peni zingine angalau mwanafunzi wastani wa chini uwe na peni tatu, angalau peni nne. Sasa hizi peni hizi zimepata utakaso, tumelewana eh? sio kwamba na joke, ni serious, what I'm talking. Eh? kwa hizi peni sasa, ninaombeni mkazitumie kufanyia mtihani yenu. Sasa hizi peni sasa Tumesema hamna wasiwasi, si ndio? Ndio. Hamna mwenye hofu, si ndio? Ndio. Hizi peni utakapokuwa unaandika, hii peni itakuwa inawasiliana na mimi <laughs> peni itakuwa inasema aya, sikiliza. Peni itakuwa inasema huyu anayeandika ana hofu au hana hofu. Hapo vipi jamani? Menelewa, eh? naomba kukabidhi peni zenu hizi hapa. <laughs> <laughs>